Riwari, namalizia nikiwaomba. Uh, ukizunguka Masisi utakutana masomo ya watoto ni nyumba za mbao, Mheshimiwa Riwari na, na, najua kuwa inawezekana tokana na tunajua vitendo vyenu. Tunawaomba masomo ya watoto ibadilishwe tupate nyumba za materio. Asante sana Mheshimiwa Riwari. Kisha kama miezi tatu tu M23 inafika Goma, tunasikia barabara ya Masisi inatengenezwa. Ile ni jambo ya ajabu, ni jambo ya ajabu sana, sababu tulikuwa na guvernema hapa. Mheshimiwa aliwali hapa tulinea mara tatu, kikao kama hiki kimefanyika, guverner amekuya, anakata riban, wanafungula seeo, anatengeneza barabara ya uongo mtupu wakati tumesikia mamilioni zenye zinatoka Kinshasa zinakudiwa hapa bwana Diwali, ni huzuni sasa. Leo kisha miezi tatu, wakati ulituambia tulifika kwa ofisi yako, ukatuambia ni hapa mwezi wa tano barabara itakuwa imeanza. Basi tulisema sasa chama yenyewe inafika hapa sai, hakuyakuwa mwezi na wadhibiti hata eneo yote ya Kongo ni kweli, barabara itatengenezwa. Liwali, tunashukuru sana, siwe raha yenye tie ba transporter tukunayo wakati tumeona hii kitendo kimefanyika Sake oye! Oye Sake oye misi oye! Sake oye! Oye! asikia kwanza Sake oye, oye! tuko na gouverneur hapa, mi napenda nisikie namuna munapokea kabatru huku kusake, Sake, mupike kwanza makofi tusikie, atukami na furahi. Sitakamata muda mrefu tulikuwa napita hapa, naona masomo inafungua hapa, batoto masomo. Tunashukuru sana unatupokea mzuri na kazi yenye kunafanikia huku, Mungu anubariki sana. Tunalomba hii kazi iende mzuri, tunaomba Mungu atupate mikono, twende mbele. Asante sana, asante sana, Mungu anubariki hapa. Tunaona njia itafanikia hapa kutoka Sake kwende Goma hapa kutuko kwa Carrefour batu bataenda kusaf kivu, batu bataenda kunaf kivu tunafurahi sana. Gouverneur, tunashukuru mingi na kazi yenyewe ulikonafanya. <tutu> <tutu> asante sana. Ngine mi sisemake jina yangu maneno, batu banasemaka banapendaka kujipendeza. <tutu>

Gavana wetu tunakukaribisha, wakaaji wanapenda wakufeea. Piga mikono, piga mikono, piga mikono, piga mikono, piga mikono! Saa hii yes, sina mambo mingi ya kuzungumza lakini cha kwanza ni kushukuru Mungu. Nashukuru Mungu mwenye lituwezesha kufika hapa. Ya pili ninashukuru uongozi wa chama, uongozi wa FC ndio lituwezesha na ukutupatia ruhusa ya kukuja kutengeneza hii barabara Tuliwaomba tukasema, uongozi, watoto wa kwetu Masisi wanateseka mtoto kutosha kutosha, mfuko ya maragi kutoka Masisi mpaka Goma inafanya men, unaona kama watu wanateseka. Leo hii watoto ya Goma hawakule ndizi na ndizi natoka Nyabiondo juu ya problemu ya barabara. Tukaenda tukaambia uongozi, tukawaomba watusaidie watupatie ruhusa tuanze hii barabara ya kwanza. Tunashukuru Mwenyezi Mungu mwenye alituwezesha na mwenye anatuwezesha kila siku kufanya mambo yenye tunafika ako leo. Ya pili tunashukuru uongozi wa chama. Sasa watoto wa Sake, sina mambo mingi ya kuzungumuza leo. Tunakuja hapa juu ya kufungula barabara Sake Masisi ya pili, ninawawekea habari yengine ya mzuri. Habari ya mzuri yengine yenye ninawawekea ni ya siku kidogo, tutakuja fungula barabara ya Sake Kanyabayonga. Ile barabara yenye tutatengeneza ya Sake Kanyabayonga itakuwa barabara ya gudro, na nyuma ya pale, hii barabara yenye tunaanza leo nayo tutatengeneza barabara, kabla tukishamaliza hii travaux zenye tunataka anza. Hizi travaux zitafanya 5 mwa, nyuma ya 5 mwa tuko na baparteneri wengine wenye tuliomba, tutatengeneza barabara Sake Masisi Nyabiondo Walikale na itakuwa gudro koko, watu wenye tuliomba, wenye tutasaidia nao sie hatutasema saa babatu benye wanasemaka bakinshasa wa juu ya kujifurahisha, sie tutasema ju tutendee populasio yetu. Sasa watoto ya Saki, watoto ya Masisi, tunaomba ya maima maendeleo tuifikie. Tunaomba awo vijana ibi vyote ju tuvifikie, niju tupate sekirite. Hatuwezi vifikia na hatuna amani hivi vyote kumifikia niju tukuwe na amani. Kama hatuna amani, hivi vyote hatuwezi vifika. Tunaomba watoto ya Sake, tunaomba watoto ya Masisi, tunaomba watoto ya Kongo, watoto wa vijana wenye wanavukisha dizuita, wakuje tuungane, tujenge arumea mzuri, arumea kuleta security kwetu tunaomba bamijana benye wako hapa benye wako na miaka ya kwenda mukisoda bakuje tujenge arume ya muzuri tujenge arume yenyeiko disipline tujenge arume yenye haita wa gusa mu mifuko ya banainchi yenye nayuwa kama mali yake ni populasyo yenye hayuwe, yenye haita pesa populasyo. Tunaomba watoto ya Sake tusaidiane kwa hile ya pili, nilikuwa na mutu sasa, tulikuwa tunaenda pale ku prison kwa mtu mwenye niliambia neno, akaniambia mbone watoto ya Sake walipata vita sana, mbone watoto ya Sake waliteseka sana na kuko watu wenye walishaleta mataksi hapa, ni watu gani? Sasa tunaambia watoto ya Sake, tunaambia watoto ya Sake, musoko ya Sake, mabotike ya Sake tunawapatia troma na hamulipe taksi. Ama kuko wataksatele wenye wako na lipisha watoto ya Sake wayuwe, kuanzia leo watoto ya Sake wako na miezi tatu na hawalipe kitu, kwa ni vatoto ya Sake. Hapa Sake kulikuwa vita, batu walipoteza vitu mingi na si hatuna kingine cha kusaidia populasion ni kuiexonereza zile takse juu populasion ne ginsi ya kurudia maisha ya kawaida sasa. Tunamaliza, tunashukuru, tunasema Mungu tuwezeshe, hii barabara tutaitengeneza, ni miezi tano itakuwa ilishaisha. Tuungane sawa ginsi kwa baoperateri ekonomike walisema, tutawaomba sie sie wote tutie nguvu pamoja na bakuwe wakonseye wa kwa kujenga hii barabara. Tuungane entreprise yenye iko natengeneza hii barabara itaikala na wakomersa, wakomersa bakuwe wanaipatia shauri, bakuwe wanaambia hapa wa mko natengeneza mubaya, muketengeneza hivi tutafanya mzuri, kwani hiki kitu ni cha populasio tunapaswa ungana, tusikitumike juu ya kujifurahisha, tukitumike juu ya interes general ya population yetu. Asante sana, na tuendelee shukuru Mwenyezi Mungu mwenye iko na tuwezesha kufanya hii kazi. Asante. Makofi, makofi, makofi, makofi, makofi, makofi, makofi, makofi, makofi, makofi, makofi, makofi, hey, makofi, makofi,

Kwa nini unaanza kazi ya maendeleo wakati mko kwenye mazungumzo? Yaani hii ni tukio la kwanza kuona waasi wanaingia wana, wana kwenye ujenzi. Kwa, na lazima ni kusaidia populasion yetu, populasio yetulishateseka siku za kutosha. Kutoka Masisi mpaka Goma gari iko nafanya m, ukiangalia hatutaikala mwingine ya Goma na populasion nateseka, chakuli inafika Goma panda na chakuli nakuwa share juu ya problemu ya barabara, hatuwezi ikala tusinzie. Ndio maana turiomba uongozi wa chama tukawaambie watoto wetu wa Masisi wanateseka juu ya shida ya barabara, na kabla hii tutafanya vingine, hatutasema sawa Kinshasa, Kinshasa wanasema juu ya kuifurahisha sisi, tutasema juu ya kudeni. Lakini pesa mtazitosha wapi? pesa tutatumika leo, ikuko peage route, pesa zenye kishasa zenye watu walikuwa wanabeba, kuna pesa lipa wanaita development zenye operatere ekonomike yenye pesa na za peage route nzat, tutatia pamoja kwenye tunashindwa, tunaomba uongozi wa chama na tuongezea, lakini tunatengeneza barabara yetu. Mheshimiwa msemaji wa M23, yes. Ni nini imetokea ili mwanje miradi ya maendeleo na mko kwa vita? Iko iko programu yetu tulikuwa nayo, tazama

Tunawona sai kama Bwana Tshisekedi ataelewa afanye vitu mizuri, mais dans l'entretemps population yetu, il faut akua na mani, akua na sécurité, akua na development. Njo tuko nafanya development par rapport ya programme yetu ya AFC M23. Unasikia mkuu wa wafanyabiashara anasema walidanganya kwa siku mingi, inauguration zimekuwa nyingi hapa. Je, na nyinyi haizi kuwa tu mnadanganya? Wona inji hapa, uko na experience ya mingi, nayuwa sie atudanganyaka population. tuko nafanya security population, niko natembea 24 sur 24 7 jours de la semaine na bine, tunasema tuna tunavifanya so ukue na sie utaona bine tutafanya. tuna kupatia 6 mois utaona enjeu. Asante. Asante sana

Ndio mnaomba nini? Tunaomba msaada. Ya nini? Ya sekirite itusaidie wakati sekirite konafanya mukartie kaduki kartie birere wapi itakuwa ita ya muhimu sana. Asante. Eh, eh, Mzee, yeah, mzee. Uko hapa? Ndio. Hai barabara. Route mimi niko motari. Mimi na remercie sana <tipa> lakini isaawbaab vaik Mama, habari yako? Nzuri papa. Mzima. Mzima. Kwa nini uko hapa? Mimi niko hapa nimekiafuata mitingi ya guverner, tengeneza hii barabara kabisa. Mungu kabisa mubariki na muongezee nguvu mm. Juu, hii barabara imetutesa sana, inatoka hapa, tuko wapi, inaenda wapi hii barabara? Hii barabara inatoka hapa Sake, hapa tuko kukihira. Inatoka hapa kukirai nafika ti Masisi na vivi walikale hii barabara mi, mi lakini, jana nimepita mwi barabara ya Mushaki, niliona hii wanani mwona hiko bie sana mm. Juu pale kufolika, tulikuwa tuko napita hako nasikia paka tremblema inapita mwini kilima likuwa <Ganzano> hiko <ganzano> nakatika barabara hiko akatika, inaanguka mm. Mushimu lakini lipapita jana, hii wana mungu wa mubariki kabisa, endele kubia mifangi sawa. Sante ndugu, habari yako? <Ganzano> <Ganzano> Na namekuja no, fanya nini hapa nakuja kuasiste <laughs> malalamiko wazee. Mm. Awaz, umeonaje? Tunafurahi sana. Unafurahi nini? Kwa usalama mnatuletea kuhusu barabara. Unaonaje hii hatua kusema watatengeneza barabara, unazani wataitengeneza? Kwa sababu ni mara nyingi kila siku watu wanakuja wanasema wanatengeneza barabara. Na hapa tunashukuru, barabara ilikuwa isha katika sana, tuko tuo naatoka kule hakuna kwetu tanguka hapa tunashukuru. Kwetutanguka hapa tunashukuru niko motari natoka mshakiti hapa hakuna kuanguka. Hapa tunafurahi sana kuyomotofa. Asante.

wametusaidia sana mlikuwa shughuli za mimi. Hii ina umuhimu gani hii barabara? Hii ni barabara kwenda Walikale Masisi Ngungu na Mushaki. Sasa mm, nyinyi wa motare na wakulima mm? wakulima ni hey. E, sio wote mtusaidie. Ah ni safi sana kabisa tunashukuru Mungu. Ah kama nje itakuwa ni sawa,